Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ikulu ndogo ya Pagali Chake Chake Pemba, alikuwa miongoni mwa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC, waliohudhuria mkutano huo ulioitishwa kwa njia ya mtandao kwa ajili ya kujadili mgogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo ulikuwa ni mwendelezo wa kikao cha kwanza kilichofanyika mwezi Februari mwaka huu jijini Dar es Salaam, ambapo nchi hizo zilifikia makubaliano ya kutoa msukumo wa pamoja wa kusaka amani ya DRC inayokabiliwa na mzozo kutokana na mapigano yanayoendeshwa na kundi la waasi la M23 ambalo limeteka miji mbalimbali wakuu wa nchi zaidi ya kumi walihudhuria mkutano huo akiwemo rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya Afrika Mashariki, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ambaye ni mwenyekiti wa SADEK, Felix Tshisekedi wa DRC, Paul Kagame wa Rwanda na marais wengine wa nchi wanachama wa jumuiya hizo. Katika mkutano huo, viongozi hao wameamua kuongeza idadi ya wasuluhishi ili kutafuta suluhu ya mzozo huo. Marais wa staafu Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo wa Nigeria watabakia katika jopo hilo huku rais wa zamani wa Ethiopia Sahil Wekzede akiongezwa katika jopo hilo kuchukua nafasi ya Hailemariam Desalegn ambaye amewahi kuwa waziri mkuu wa Ethiopia. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalema Motlanthe na Catherine Samba Panza ambaye amewahi kuongoza taifa la Afrika ya Kati pia wameongezwa katika jopo hilo. Mkutano huo uliongozwa na rais William Ruto wa Kenya, ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya Afrika Mashariki, na Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ambaye ni mwenyekiti wa SADC, na uliitishwa baada ya mikutano ya awali ya wakuu wa vikosi vya ulinzi na mawaziri wa mambo ya nje wiki iliyopita. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC pia wameagiza kutekelezwa makubaliano ya viongozi wa majeshi ya nchi hizo ili kumaliza vita mashariki mwa DRC. Maafisa hao walikutana mwishoni mwa juma lililopita wakati taarifa zilizotolewa na wahusika katika mzozo huo zikionyesha maendeleo ya kufikia utatuzi wa amani wa mzozo huo, ingawa utekelezaji wake unabaki kuwa wa mashaka. Katika hatua nyingine, Burundi imedai itajibu vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutokea Rwanda. Akiongea na shirika la habari la Uingereza BBC, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa madai ya kuwa amepata taarifa za kuaminika kwamba taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha vikali madai ya serikali ya Burundi. Neema Kindole, Azam News. Asante Neema, na hapa na mchambuzi Deus Kibamba, mchambuzi wa habari za kimataifa. Deus, umesikia taarifa hii iliyomalizika punde tu. Kume sasa, kumeingizwa viongozi wengine wakubwa, naweza nikasema kumeingizwa vigogo wa bara la Afrika katika mgogoro huu ambao mimi nauita mfupa ulioshindikana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi hii kubwa iliyoongezwa itasaidia kutatua mgogoro. Napata imani Napata imani kwa sababu katika utatuzi wa migogoro e, jambo moja la muhimu sana ni uzoefu katika mazungumzo, uzoefu katika majadiliano. Kwa hivyo ukitazama jopo kwa, kwa nyongeza ya leo, kwanza sasa ni takriban marais watupu wastaafu, na katika utatuzi wa migogoro pia e, tunajaribu kidogo kuepuka Eh, usukani wa utatuzi wa mgogoro kushikiliwa na walioko madarakani sasa. Walioko madarakani sasa, ni rahisi sana kutuhumiwa kwamba wana masilahi kwenye mgogoro wenyewe. Sasa naona ushauri, unajua ndugu mtangazaji, ushauri huu tunaotoa eh, studio kama hapa tunaita ushauri wa nje. Lakini hivi tunavyozungumza, tafiti zetu katika vyuo mbalimbali E, tumekuwa tukitoa ushauri namna mazungumzo yenyewe yanavyokwenda na mwelekeo huu, na, na unanipa matumaini makubwa sana. Nini tofauti inayoletwa na hawa? Kwa sababu wamewahi wote wamewahi kuona mgogoro huu kuushuhudia wakiwa mamlakani. A, mtu kama Rais Zewde wa Ethiopia e, analetwa kwa sababu maalum e, Ethiopia na Rwanda E, ni mfupa mgumu kama wewe ulivyosema, ni watu ambao wakikutana hivi ni kama kaka akimwambia mdogo wake acha tabia hii, na huwezi kukwepa, ni lazima uiache. Lakini umeona Rais Motlanthe wa Afrika Kusini e, ambaye ni mtu mpole unaweza kudhani, lakini analeta pale e, taaluma yake katika kutatua migogoro. Unasema nini tofauti? Tofauti yake ni kwamba mgogoro huu sasa umefikia mahala wameona si nchi moja si mtu mmoja si regional block moja si mtangamano wa eneo moja uweze kuendelea na shughuli hii. Wameunganisha sasa mtangamano wa jumuiya ya Afrika Mashariki na mtangamano wa jumuiya ya ushirikiano kusini mwa Afrika SADC. Kwa kweli jumuiya hizi ndio kwenye utatuzi wa migogoro tunaita zina proxy ndio zenye ujirani Sawa. Sasa, katika kutatua mgogoro, wakati huo anatafuta njia ya kusuluhisha na kusaidia Kongo. Maki hapa zaidi ni kuisaidia Kongo yenyewe, lakini rais wake Tshisekedi hajatokea tena katika mkutano kama huu, na hii ni kwa mara nyingine, lakini amemudu kwenda mpaka Doha Qatar kukutana na amir wa Qatar, ana mudu kwenda Marekani kwenye kutafuta amani. Ni kama ameshika njia yake nyingine, na wasuluhishi wa Afrika wanatafuta njia nyingine tofauti. Ukiwa mgonjwa sana, unakuwa umechanganyikiwa, upo wakati dawa zinaweza zikaletwa, ukakimbia ukaenda kutafuta kisamvu. Rais Felix Shishekedi yuko kwenye tatizo kubwa sana. Kwa hivyo naomba mumwelewe. Mimi ningependa niwe mtetezi wake. Ukiwa kwenye tatizo kubwa kama lile e, una haha, unakimbia huku na kule. Kumbuka aliwahi kusema yeye na rais e, wa Rwanda Paul Kagame watakutana mbinguni, sio duniani, lakini Emir wa Qatar umemkuta umemuona akizungumza nao, tena wako jirani kiasi cha kuweza kurushiana ngumi. Kwa hivyo tuache hilo, muhimu sana je jopo hili zito lililoongezwa leo likiongozwa na rais Olusegun Obasanjo. Huyu ana mbinu za kivita na mbinu za mtaani. Je, atakapoitwa kwa ajili ya mazungumzo yenyewe atati au hatati? Hilo ndio mimi nalisubiri kibamba, kibamba. um, Angola imejiondoa yenyewe, kama rais kama mtetea, ama msuluhishi lakini na majeshi yake inaondoa wakati huu huu kuna Red Tabara, hii ni waasi wa Burundi walioko kule Kongo na M23 ambao wa wanafanya vurugu kwenye, kwenye nchi hiyo jirani. Unaiona hiyo, salama inapatikana vipi? Usalama ni safari ndefu. usalama ni safari ndefu lakini, labda nikuongeze tena, hapo pana mgogoro uliosongamana. Burundi inatishia kwamba kama Rwanda itafanya la kufanya, Jenerali Ndenshimie anasema Rwanda ita, itajuta kuzaliwa. Kwa hivyo mgogoro huu ni mkubwa, mgogoro huu una mizongo mingi. Hebu tuwaone timu hii kama wataweza kufanikiwa na watafanikiwa kiasi gani. Nakushukuru, tutaendelea kuwa nawe, lakini wakati huo, baada ya habari hii, kwa upande wa uchanganuzi na Nurdin Silemani. Hapo baadaye ni Deus Kibamba, mchambuzi wa habari za kimataifa.